La mambo vipi, mi naitwa Silver, ni digital creator lakini pia ni graphic designer, na leo ndakowafundisha namna ya kutumia application ya Canva ambayo ni msaada mkubwa kwa wafanyabiashara na kwa yule mtu ambaye hajui kufanya graphics, lakini anahitaji kutengeneza poster kwa ajili ya wedding ama business card ama poster kwa ajili ya kuposti tu kwenye social media Instagram pamoja na WhatsApp. Sasa hivi huhitaji kutumia graphic designer; kupitia application ya Canva unaweza ukatengeneza posta zako kwa vizuri tu kama mtu ambaye ametumia kwenye Adobe, na sio lazima kuwa na application ya Canva kwenye simu yako, lakini pia unaweza kutumia website ya Canva. Kwa mfano mimi natumia tu website si na application na application hiyo inapatikana kwenye simu za Android pamoja na iPhone. kuja kuonyesha jinsi ambavyo Canva inafanya maajabu Unaingia kwenye search engine yako yoyote ya simu kama ni Google Chrome, unaingia unaandika Canva.com, alafu itakuja hii hapa website ya Canva kwa ile ambaye hahitaji kuwa na application ya Canva kwenye sim, lakini pia kwa watumiaji iPhone wanaweza kupata application ya Canva kwenye i Store. Na wale uh, wa Android wanaweza kuipata application ya Canva kwenye Play Store uh, kwenye sim hii Canva.com inafunguka namna hii kuna sehemu hapa ya your design, zile ambazo ulishazifanya. Kuna template unachagua na kuna AI hapa. Kwenye AI unaweza ukamtumia picha na details zako, alafu itakuletea graphic ambayo ulikuwa unahitaji. Lakini pia hapa describe ya data unaweza ukasearch a uh, template yote ambayo unahitaji. Hapa chini kuna option, kuna, kuna kuna mobile video, kuna invitation, kuna poster, kuna social media. Unaweza ka click yoyote ambayo unahitaji. Kwa mfano, unataka kutengeneza graphic ya work, workshop unaingia hapa kwenye describe data, unaandika workshop business workshop workshop poster, ina search alafu itakuletea result ya kile ambacho unahitaji hii ni kwa upande wa AI, lakini pia kwenye sehemu ya kawaida unaweza ukapata. Kwa mfano hapa zimekuja templeti za business workshop. Kwa mfano unachagua hii, kuna sehemu ya editing, kuna maneno tayari nishaandaliwa, kuna, kuna picha pia, itakubadilisha picha. Naweza kubadilisha kwa mfano wa maneno, nabonyeza tu nda ku edit naeka jina langu hapo kichochote. Kuna text zengine hapa labda hii naweza kabadilisha nikaeka tarehe nahitaji mimi, kwa hiyo hizo tu hapa bana. Naweza kaeka jina la kampuni ama sehemu una click hiyo sehemu. Kwenye picha pia unabonyeza picha, una upload picha yako yoyote unahitaji, una upload. Unaingia kwa form iko na picha yangu, hii naweza ka click ama nika upload picha yangu mwenyewe ambayo unahitaji, halafu inakuja ku replace hapo. Hiyo ni simple tu yako hapa ambayo wewe unahitaji kuifanyia kufa kazi lakini pia kuna sehemu ya AI. Hapo ukiingia hapa kwenye AI unamwambia tu tengenezee posta ya kitu fulani iwe na kitu fulani, unaweza kuupload na picha ukamwambia nataka hiyo picha unieke kwenye posta, inakuletea hii ni canva.com kwenye website, lakini pia unaweza kutumia kwenye upande wa application, kwenye Play Store kwa wale wa Android, lakini pia kwa iPhone unaweza kuipata kwenye App Store.